Ajina yangu naitwa Ferguson Aaron Nkingwa ni mbunge wa jimbo la Mbogwe mkoa wa Geita, niko hapa Dodoma bungeni kwa ajili ya kuwawakilisha wana Mbogwe. Na leo kwa furaha kubwa tumeweza kupata jina la waziri mkuu wa nchi yetu ya Tanzania, ambapo mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassani ameweza kuleta jina la, la waziri mkuu ambapo ndugu yetu rafiki yetu Daktari Mwigulu Lameck Nchemba ambaye leo ndio aliyetangazwa kwamba ndiye waziri mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Kiukweli sisi kama wabunge tumejisikia faraja kupata mtu mjembe, mtu mfanyakazi anayejituma kila wakati, kwa sababu nimemfahamu Mwigulu Nchemba akiwa waziri ukweli, hayo, wa fedha. Kiukweli hata haya yote ambayo yamefanyika kwenye nchi yetu kwa sababu yeye ndo alikuwa gorikipa na alikuwa akidaka na kutuletea sisi wananchi maendeleo. Kwa hiyo nina imani na Mwiguru Nchemba kwa sababu ni mchapa kazi na kazi yake inaonekana, lakini pia nipende kutoa shukrani kwa Mheshimiwa Raisi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kiukweli hajakosea kumleta Mwiguru Nchemba kwa sababu Mwiguru Nchemba ni mchapa kazi. Ninaamini bunge hili la ishirini na tano mpaka thelathini litakuwa ni bunge imara sana, na kwa sababu tunaye spika wa bunge tunaye makamu <coughs> wa bunge tunaye mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hasani, naamini Tanzania sasa inaenda kuwa nchi bora. Lakini mimi kama mbunge wa jimbo la Mbogwe ninawaahidi uh, watu wangu wa Mbogwe kwanza waendelee kujipongeza kule waliko, kwa sababu wamempata Ferguson ambaye ni chaguo lao, na mimi kwa sababu kazi zangu wengi wanazijua kwenye jimbo la Mbogwe, yapo mengi nililofanya. Kwa hiyo naamini awamu hii na kwa sababu ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ya 25 30, tunao miradi mingi sana itakao kuja kutekelezwa pale Mbogwe, tukiwa na mabarabara ya lami kilomita mia moja na mbili za kiwango cha lami, lakini mabarabara yote ambayo ni, ni mabovu yataenda kutengenezwa kwenye jimbo la Mbogwe, lakini pia tunazo shule za kisasa tunazo hospitali za kisasa. Kwa hiyo niwaombe tu watu wa Mbogwe wajiandae kuyapokea mengi na mazuri yanayotokana na chama cha mapinduzi, lakini mimi kama mbunge wao ninawaahidi, sitawaangusha. Lakini niombe kwa Mwigulu Nchemba ambaye ni waziri mkuu aende kusimamia vizuri, na sisi kama wabunge atupe, atupe, atupe ushirikiano ili tuweze kuijenga nchi yetu kwa pamoja.